Kwa unyenyekevu mkubwa napenda kuchukua nafasi hii kuwafahamisha kuwa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kupitia mkurugenzi wake mkuu imetoa mwelekeo wa mvua za msimu wa Novemba 2025 hadi Aprili 2026 tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mwelekeo huo unaonyesha kuwa mikoa ya kanda ya magharibi ambayo inajumuisha mkoa wa Tabora, mkoa wa Katavi na mkoa wa Kigoma inatarajiwa kupata mvua za chini ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Oktoba ishirini ishirini na tano na kumalizika wiki ya kwa, wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei mwaka 2026. Sita. Aidha, tofauti ya msimu huu na msimu uliopita ni kuwa msimu uliopita tulitabiri kuwa mvua zingekuwa chini ya zingekuwa za wastani hadi chini ya wastani. Lakini mwaka huu utabiri unaonyesha kwamba mvua zitakuwa chini ya wastani hadi wastani. Hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba mkajana tulisema mvua zitakuwa za chini ya wastani, kwamba nusu ya kwanza ya msimu kwa maana ya Novemba, Desemba, Februari ilikuwa na mvua nzuri kidogo ukilinganisha na nusu ya pili, na hii ndiyo hali ambayo ilitokea, kwamba kwa mwezi wa wa Februari mwaka huu mvua zilikata na kusababisha hata baadhi ya mazao mashambani kukauka, lakini kwa mwaka huu tunaanza na mvua za chini ya wastani na baadaye nusu ya pili ya kuanzia Februari kwenda Aprili tunategemea mvua zitakuwa za wastani. Kwa maana yake ni kwamba mvua zitaanza kwa kusuasua, lakini zitaimarika au zitaongezeka kwa mwezi wa, wa Februari kwenda Aprili 2026. Sasa, kutokana na mwelekeo wa mvua unaotarajiwa, jamii na wadau wa sekta mbalimbali mbali, wanashauriwa kama ifuatavyo. Kwa upande wa sekta ya kilimo na usalama wa chakula: Mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kusababisha upungufu wa unyevu katika udongo na hivyo kuathiri ukuaji na maendeleo ya mimea na hatimaye kusababisha upungufu wa mavuno hususan kwa mazao yanayotegemea mvua. Pia kuna uwezekano wa kuongezeka kwa wadudu waharibifu wa mazao kama vile panya na mchwa. Kwa muktadha huo basi wakulima wanashauriwa kutafuta taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani kwa kuzingatia utabiri wa msimu wa wilaya husika katika kuchagua mbegu na zao sahihi katika maeneo yao. Aidha, wakulima na maafisa ugani wanashauriwa kuendelea kufuatilia kwa karibu taarifa za mwenendo wa msimu kadri zitakavyokuwa zinatolewa na TMA. Kwa upande wa sekta ya mifugo na uvuvi. Kutokana na utabiri unaotarajiwa, upungufu wa maji unaweza kujitokeza na hivyo kuathiri upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo na kusababisha migogoro kati ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Hivyo, wafugaji wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na vyakula vya mifugo, kufuatilia utabiri wa hali ya hewa na kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza na kuendelea kunufaika na hali ya hewa inayotarajiwa wakati wa msimu. Kwa sekta ya usafiri na usafirishaji kwa ujumla, sekta ya usafiri na usafirishaji inatarajiwa kunufaika kutokana na mvua za chini ya wastani hadi wastani katika msimu huu wa mvua. Hata hivyo, uwezekano wa vipindi vifupi vya ongezeko la mvua vinaweza kuathiri au kusitisha shughuli kwa, kwa muda. Wadau wa sekta hii wanashauriwa kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa ujenzi, ukarabati na matengenezo kinga ya miundombinu mbalimbali pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji ili kupunguza au kuzuia athari zinazoweza kujitokeza. Kwa upande wa utalii na wanyamapori, upungufu wa mvua za msimu unaotarajiwa unaweza kusababisha uhaba wa malisho na maji kwa wanyama pori katika mbuga na mapori ya akiba na hivyo kusababisha migogoro kati ya wanyama pori na jamii zinazozunguka maeneo hayo. Wanyama pori wanaweza kuvamia makazi ya binadamu hivyo kuongeza hatari ya maambukizi ya magonjwa kwa mifugo. Hali hii pia inaweza kusababisha hatari kwa binadamu na wanyama wanaofugwa kutokana na kushambuliwa na wanyamapori. Mamlaka husika zinashauriwa kuboresha miundombinu mbalimbali katika mbuga na mapori ya akiba na kujenga uelewa kwa jamii ili kuchukua hatua stahiki kutokana na athari zinazoweza kujitokeza. Jamii inashauriwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika pindi wanyamapori wanapoingia katika maeneo ya makazi yao. Kwa sekta ya nishati na madini, mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kusababisha kupungua kwa kina cha maji kwenye mabwawa na mtiririko wa maji kwenye mito, hali ambayo inaweza kupunguza upatikanaji wa maji kwa matumizi mbalimbali mbali, na kusababisha migogoro kati ya watumiaji wakubwa na wadogo uzalishaji wa umeme kwa kutumia nguvu za maji pia unaweza kuathiriwa. Hata hivyo, ujenzi wa miradi mipya ya uzalishaji umeme pamoja na utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi vinaweza kunufaika na hali hii ya utabiri ambayo tumeitoa. Katika sekta ya madini, uzalishaji wa madini kwa wachimbaji wadogo unaweza kuongezeka kutokana na upungufu wa mvua. Hata hivyo shughuli za uchimbaji madini zinazotegemea maji kwa kiasi kikubwa zinaweza kuathirika kwa. Kwa muktadha huo basi, matumizi endelevu ya rasilimali maji na uvunaji wa maji ya mvua yanapendekezwa hasa kwa ajili ya umwagiliaji, uzalishaji wa umeme wa maji, usindikaji wa, ma wa madini, pamoja na matumizi ya viwandani na majumbani. Aidha, jamii pamoja na mamlaka za maji na nishati zinashauriwa zina kuchukua tahadhari ili kulinda miundombinu na kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Lakini kwa upande wa sekta ya afya, mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kulazimisha jamii kutumia maji yasiyo safi na salama, hivyo mamlaka zinashauriwa kuchukua tahadhari muhimu za kiafya ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Tahadhari hizo ni pamoja na kuhamasisha jamii kutibu maji kabla ya kuyatumia, kabla ya kunywa maji safi na salama, na kuhakikisha upatikanaji wa akiba ya kutosha ya dawa na vifaa tiba. Kwa upande wa sekta ya usimamizi wa maafa, hali ya upungufu wa mvua inayotarajiwa inaweza kusababisha upungufu wa maji safi na salama, kupungua kwa uzalishaji wa chakula na uhaba wa malisho ya mifugo. Vile vile vipindi vifupi vya mvua kubwa vinaweza kujitokeza na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Matukio haya yote kwa ujumla yake yanaweza kuleta uharibifu wa miundombinu na mazingira, milipuko ya magonjwa, pamoja na upotevu wa mali na maisha. Hivyo, idara ya usimamizi wa maafa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali nchini inashauriwa kuendelea kuratibu na kutekeleza mipango ya kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Lakini kwa upande wa vyombo vya habari, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa kazi kubwa inayofanywa na vyombo vya habari katika kusaidia kufikisha taarifa zetu kwa walengwa. Lakini zaidi vyombo vya habari kupitia utabiri ambao tunawasilisha, vinashauriwa kuendelea kufuatilia na kusambaza kwa wakati taarifa sahihi za utabiri na tahadhari za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwa lengo la kuhabarisha jamii na kusaidia kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Aidha, vyombo vya habari vinashauriwa kushirikiana na wataalamu wa sekta mbalimbali ili kuandaa na kusambaza makala na ripoti mbalimbali mbali za hali ya hewa zenye lugha rahisi zinazosaidia jamii kutumia taarifa hizo katika kupanga na kukabiliana na athari za hali ya hewa zinazoweza kujitokeza. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inawashauri watumiaji wote watu wa taarifa za hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na wakulima, wafugaji, mamlaka za wanyamapori wasafirishaji mamlaka za maji na afya kuendelea kuzingatia ushauri wa wataalamu katika sekta husika. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania itaendelea kufuatilia mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa na kutoa mirejesho ya mwelekeo wa mvua nchini kadri itakavyohitajika. Nashukuru kwa kunisikiliza na naomba kuwasilisha. Asanteni sana.